Wakitoka katika ukumbi wa bunge tayari kuelekea katika chumba ambacho wamepangiwa kukaa na kupatiwa nafasi, basi kuingia mmoja mmoja, ili kuweza kutoa sera zake kunadi, kujinadi yeye mwenyewe na kuomba kura kwa waheshimiwa wabunge wateule ambao wako katika ukumbi huu wa bunge na kama ambavyo mwenyekiti amesema, kila mgombea atapewa na dakika tatu za kujieleza na ataulizwa maswali matatu kama yapo. Tumsikilize kwanza mwenyekiti. Sasa tunaanza hatua muhimu sasa ya kuwasikiliza wagombea wetu. Kama tulivyosema, tuna dakika tatu tumetenga kwa kila mmoja. Na tunaanza na mgombea tuliyenaye humu ndani, ndugu yetu mheshimiwa Peter Leonard Sarungi kutoka chama cha Alliance for Tanzania Farmers Party AFP. Ndugu Sarungi Ndugu Sarungi, ngoja kwanza. Hawa walio mbele yako ni wabunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania ambao ndio wapiga kura kwa nafasi ambayo unaiomba. Utapewa dakika tatu kujieleza kwa maana ya kuomba kura. Baada ya hapo, iwapo atakuwepo maswali, utauliza maswali yasiyo matatu karibu. na kila laheri. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wabunge, wageni waalikwa pamoja na waandishi wa habari, asalamu aleikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa majina naitwa Peter Leonard Sarungi, ni mwanachama hai kutoka Chama cha Wakulima Tanzania. Nipo mbele yenu kama Mtanzania mzalendo na mwenye nia thabiti ya kulitumikia taifa hili kupitia nafasi ya ubunge. Ninayo maono kwa taifa hili, ninayo maono kwa bunge hili tukufu. Kwa miaka mitano, ninayo shauku ya kufanya yafuatayo katika bunge. Natamani kuliongoza bunge na kulifanya bunge kuwa bunge moja lenye umoja huru na lenye kutenda haki bila kujali itikadi na bila kujali makundi. Nipo mbele yenu kusema kwamba natamani kuona bunge ambalo nitaliongoza lenye kujali maslahi ya Watanzania, maslahi ya wananchi ambao wapo kijijini kule, ambao leo wanatusikiliza wakijua kuna wawakilishi wao humu ndani ambao watawatendea haki. Nina shauku ya kulifanya bunge kuondokana na migogoro, bunge lisilokuwa na migomo, bunge lisilokuwa na ubabe, bunge linalotenda haki kwa vitendo. Natamani sana kulifanya bunge kuwa ni bunge ambalo litakuwa na heshima, maana katika vyombo ambavyo vimebaki vya serikali, vinavyo vinavyoangaliwa kwa jicho la karibu sana la wananchi ni bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa hatutaki hatutaki kuliona yanayofanyika kipindi kilichopita yanafanyika sasa hivi. Najua kuna changamoto kubwa, lakini nipo tayari, kwa maana kwamba sitakuwa na makundi humu ndani. Nitakuwa ni mbunge ambaye nitakuwa naongoza bunge kwa sheria, kwa taratibu na kanuni ambazo zipo na ambazo tutajiwekea wenyewe. Natamani kuondoa lugha za matusi. Natamani kuliongoza bunge kuondoka na kijeli. Natamani kuliongoza bunge ambalo litakuwa badala ya kujali maslahi ya wa Watanzania, basi linakuwa linajali maslahi ya vyama. Tutarudi kule kule, na ili kumsaidia John Pombe Magufuli ni lazima tufanye hivyo. Naombeni kura zenu, na mimi ninatoka kundi maalum. Mkininyima, nimewaletea heshima kubwa sana Ninaomba mnipe kura. Mdumekwisha maswali. Mheshimiwa Lusinde. Mheshimiwa Mwenyekiti, minaitwa Lusinde, mbunge mtole wa Mtela. Sielewi ni typing hela. Ndugu mgombea, ulipoanza umeanza kuomba nafasi ya ubunge, na sisi humu hatuchagui mbunge Sijui kama unaweza kuliweka sawa hilo. Uh, sorry na nagombea nafasi ya uspika, naomba kura za spika. uh-huh. swali uh-huh. Mheshimiwa ya jirani yako Hey, a Mheshimiwa mwenyekiti, asante. Naitwa Abdalla Mtolea, mbunge wa Temeke. Swali langu kwa mheshimiwa mgombea ni kwamba najua umekuwa ukifuatilia mabunge haya kwa muda mrefu. Je, ni kosa gani ambalo umewahi kulishuhudia likifanywa na kiti cha spika ambalo wewe tukikupa nafasi ya kuwa spika hautolirudia? Mheshimiwa mm -hmm, Sarungi, niseme makosa ni mengi, lakini mi niseme moja tu. hatujaona kiti kikitenda kusikiliza kila mbunge humu ndani na kumtendea haki. Naamini mimi mkinipa hiyo nafasi nitakuwa ni mbunge ambaye nitawasikiliza kila mmoja wenu. Asante. Na. Aha. Ha, ha, mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Naitwa Waitara, mbunge wa jimbo la Ukonga. Mheshimiwa mgombea, sijasikia katika maelezo yako ukitaja elimu yako au uzoefu kuongoza chombo chochote kikubwa katika Tanzania hapa, ili tupate ushawishi wa namna hiyo. Asante. Ya muda ulikuwa ni mchache, lakini niseme kwamba taaluma yangu mimi ni mwasibu na uzoefu wangu wa uongozi umetoka nilipokuwa kiongozi wa serikali ya wanafunzi wa IFM. Kupitia vikao mbalimbali nilivyokuwa nikiongoza viliweza kuleta tija, lakini baada ya hapo nimekuwa kiongozi wa watu wenye ulemavu katika makundi mbalimbali mbali, na ndio maana leo nimejitokeza nikiamini kwamba ninaweza kuwa mwenyekiti wa bunge hili. <laughs> Tunakushukuru sana ndugu Sarungi. Haya, mpelekeni kula anakostahili kupelekwa. Ni mmoja wa wagombea katika nafasi hii ya spika, uh, bwana Peter Sarungi akimaliza kunadi sera zake na kuulizwa maswali na waheshimiwa wabunge wa teule na ameweza kuyajibu. Na sasa anafuata mgombea mwingine kutoka chama cha NRA Hassan Almas, naye aje mbele ya wabunge aweze kupata nafasi ya kutoa sera zake na kuomba kura kutoka kwa wabunge wa teule.